Msikilizaji, pali tulipoishia ni kwamba Shamimu na kaka yake Othman wamefika nyumbani kwao Tanga. Nyumba yao ilikuwa katika mwonekano kama kuna jambo limeandaliwa ye, nini kiliandaliwa? Tuwe sote tena hapa Masabuna Simulizi. Usisahau kumpa laiki zako komenti zako na kumsajili Masabuna Simulizi kwa kubonyeza subscribe. Sawa eh? Eh, mama, leo mpaka chumbani kwako. Baba akaenda wapi? Hayupo, amekwenda Moshi, baba yenu mkubwa ni mgonjwa. ah, mama, nimemisi sana baba. Eh, eh. Sasa nyie si mmekuja kwa kushtukiza? nilimwambia kakaako Othmani uje wiki ijayo, baba yenu atakuwa karudi. Othman akasema mmemisi nyumbani. Haya, karibuni na msikilizaji, kabla sijasema chochote, kaka Othman naye alikuja mule chumbani kwa mama, akakaa kabisa kwenye kiti, anamwangalia mama. Nilikuta anavuna tu. mm, leo mama aliniuliza Shamimu mwanangu, vipi kazi? Salama kabisa mama. Hongera sana mwanangu kwa hatua za maendeleo. Asante sana mama ni kaka ananiongoza na, na kunisimamia vizuri kila kitu, bila yeye eh, sijui kama ningetoboa mama. Mji una songo mbingo ule. Mama, acha tu, Mungu atakufungulia milango zaidi na zaidi mwanangu. Amina. Amina, mama atakupa mume mwema na watoto wema. Vipi, umeshapata mchumba? Niliduaa kidogo msikilizaji. Mimi na kaka Othman tulitazamana Kaka Othman alikuwa amenikazia macho. Nilisema haraka, mama, hata sina mchumba. Usijali binti yangu, Mungu atakupa wa kufanana naye. Amina mama. Mpaka hapo nilidhani labda kaka ana neno kuhusu mimi, labda kuna mtu kamtuma, anataka kunichumbia. Nilianza kuwaza, lakini sauti ya mama ilikanizindua Shamu mwanangu, umekuwa sasa, nimeona leo nikuelezee jambo ambalo mimi na baba yako tunalo siku nyingi. Msikilizaji, nilikaa sawa kusikiliza, macho yamenitoka. Nilimtazama kaka Othman, alikuwa kimya ananiangalia tu, yaani nikimwangalia hakwepeshi macho. Mama aliniambia Shamimu mwanangu, wewe ni yatima mimi na baba yako sio wazazi wako, bali ni walezi wako tu. Msikilizaji, utumbo ulinikata sha, nilisikia kuharisha si kuharisha, nilishtuka sana. Nilibaki, what? Mama unasemaje? mimi ni yatima? Au mama, mama niambie, unanitania? Nilianza kulia. Mama alininyamazisha Usilie mwanangu, haya mambo yapo tu duniani. Tulikusubiri ufike umri wa kujitambua ili tukueleze ukweli, sasa ndio wakati umefika. Tunamshukuru Mungu sana, umekuwa bila tatizo lolote. Familia hii tunajivunia wewe. Nyamaza mwanangu Shamimu, nyamaza, ngoja nikuelezee ilivyokuwa. Siku moja Jumapili jioni nilimtuma Osman gengeni, genge lile la kule ng'ambo ya barabara, si unalikumbuka? Ndio mama, ndiyo. Huku navuta kamasi machozi kama yote. Wakati huo maduka na magenge ya hapa karibu yalikuwa hayafunguliwi Jumapili. Osman alikuta lile genge lililomtuma limefungwa, akaona aende mbele zaidi, akasikia sauti ya mtoto analia kichakani Hicho kinjia Jumapili kulikuwa hakunaga watu kabisa. Othman alirudi mbio hapa nyumbani, mama mama mama, alikuja akanishikilia miguu, kuna sauti ya mtoto kule kichakani mama, kupita pale kwenye lile genge ulilonituma. Wewe ulifuata nini huko? Jamani, kama sio mtu, je ni hamaki? Mama twende, Othman alianza kulia Mwisho nilikubali, haya twende. Nilifuatana naye mpaka pale, tuliingia kwenye kile kichaka, tulikukuta umekalishwa na mbeleko tu na kigauni, unalia sana. Kama mzazi niliingiwa na huruma eh, jamani, mtoto mzuri. Tulikuchukua haraka, moja kwa moja tulienda polisi, tulipewa kibali, tukaenda hospitali ulipimwa au kuwa na tatizo lolote zaidi ya njaa. Baba yako alisambaza matangazo makanisani, misikitini, masokoni, kwenye vituo vya mabasi, hakuna aliyejitokeza kupoteza mtoto. Tulirudi tena polisi, ukapewa kibali cha kukulea. Tokea siku hiyo, Othman alikupenda sana, alikuwa anakuogesha na kukulisha kwa kuwa naye alikuwa mdogo, nilikuwa namwelekeza kila kitu. Alikuwa ni kama house girl wako, alikufulia nguo bila kinyaa. Na hata jina la Shamimu alikupatia yeye, sijui hata alilitoa wapi. Alingang'ania tu mama, mwite mtoto Shamimu. Nilimtazama kaka Othman, alikuwa kajiinamia tu. Mama aliendelea kusema, mimi na baba yako tulikuwekea kitanda chumbani kwetu. Othman alikuwa haendi shule bila kuja chumbani kucheza na wewe japo kidogo, na wewe ulimzoea sana. Tulikuwekea dada wa kazi, lakini Othman akawa haelewi kabisa, wanagombana na dada wa kazi kila siku, yaani kama mtoto ambaye hataki mdoli wake ashikwe na mtu atamuharibu. Othman alipomaliza darasa la saba tuliamua kumpeleka shule ya bweni, maana alikuwa anapoteza muda mwingi sana kukuangalia wewe. Ukimkataza analia anasusa kula. Hatimaye nawe ulianza shule, ukaweka mizizi kwamba nyie ni kaka na dada. Bahati nzuri Othman alikubaliana na hiyo hali, ingawa kwa watu wa nje alikuwa mkali sana, hasa wavulana. Ulipofika wakati wa kuoa, yeye aliniambia mama, mimi namsubiria Shamimu wangu, Mungu alimletea, ndio atakuwa mke wangu. Msikilizaji, Nililala kwenye mapaja ya mama, nililia sana. Maneno ya mama alijirudia rudia alijirudia kichwani kwangu, alikuwa anakuogesha, anakulisha, anakufulia. namsubiri Shamimu wangu, Mungu kaniletea, ndio atakuwa mke wangu. Walahi msikilizaji, niliona kama nipo ndotoni, nikiamka ndoto itapotea. Mama aliendelea kusema, lakini sisi wazazi tuliona wewe unahitaji uhuru wa kufanya maamuzi yako, na yeye, muda ulikuwa umefika wa kuoa, ingawa ni kama alilazimishwa. Kama kijana alikuwa tayari ana mahusiano na, na wifi yako. Wifi yako alipata ujauzito akautoa, lakini wazazi wake walijua, alimtaja Othman kama ndiyo mhusika. Othman alikataa kata katakata kwamba hakuhusika, lakini hakukuwa na ushahidi wowote, ikabidi amuoe lakini watu kama hawapendani, kudumu ni mtihani, mwanangu. Umekuwa sasa, ujue Othman sio kaka yako wa damu. Anakupenda sana tokea siku ya kwanza tumekuchukua pale kichakani. Alikuwa mdogo, ndiyo, miaka saba tu, darasa la kwanza, lakini upendo huwa ndani ya moyo, haijalishi umri. Ndiyo maana mimi na baba yako tunakupenda wewe sawa sawa na watoto wetu, bila kujua wewe ni mtoto wa nane. Kaka Othman alikuwa kimya kabisa ananiangalia tu ninavyolia. Nilishangaa sana nikasema, ma lakini kaka, nilipata kigugumizi huku nimemtumbulia macho nikasema sasa, si ndio ameshaoa mama? E, mwanangu, kwani Othman haujamwambia kama eshe kaomba talaka mwenyewe? Sijamwambia mama, sikujua atalipokeaje. Nilikwambia lakini siku zile nimsubiri Shamimu, ukasema bado mdogo sana, nitachelewa kuoa. Matokeo yake ndio haya mama, nisamehe. Mwanangu, kama nilivyosema, unajua mimi ni mzazi, nilitaka Shamimu ajitegemee ajitambue kwanza, aamue mwenyewe. Kwa vile ameshajua wewe sio kaka yake wa kuzaliwa, tumpe muda. Nilimwangalia kaka Othman, machozi yalikuwa yakimlengalenga. Alisema, mama mama, huyo ameanza kufuatwa na wanaume huko mjini, naogopa nitampoteza. No, mie hata sina mahusiano yoyote kaka, nipe tu muda. Na kuomba kaka Othman, ilibidi nimtulize kwa kauli hiyo, huku nalia machozi chapa chapa, huku nimelala kwenye mapaja ya mama, ananipapasa kichwani kunituliza. Kakaofman alitoka mule chumbani kwa kimwaga. Mama, naenda kulala. Mama, chakula? ah, muda umeenda, nitakula kesho. Mimi niliamua kulala na mama. Yaani, inavyodekezwa na mama siamini kabisa kama ni mlezi. Nilimuuliza, kwa hiyo mama, umepamba nyumba ili iweje? leo ndio ulitaka Kakahofman anichumbie? Hapana, hapana mwanangu ni furaha yangu tu, mmekuja. Wanangu ni vile tu mmechelewa. Nimepika chakula kingi, kiko mezani, mtakula kesho, na kingine mtabeba, mwapelekee wajukuu. Basi nililia, mama alinibembeleza mpaka nikapitiwa na usingizi kwenye kitanda chake. Msikilizaji, niliamka mapema kumsaidia usafi mama. Baada ya usafi, nilioga kisha nilipasha vyakula hapo kila nikifikiria machozi yanadondoka tu, sikuweza kujiachia tena kama zamani, niliona aibu, huzuni, mawazo yalinijaa akili, staki kabisa. Mama alimwamsha kaka Othman, akaoga naye, ni kama hakulala, macho yake alikuwa mmevimba mekundu. Tulijumuika mezani, nilikula bila kuona utamu wa chakula, niliua tu njaa. Kaka aliniambia, sasa utalia mpaka saa ngapi Shaam? unakosa tumekufanyia, mama amekosea kukueleza ukweli haraka. Nilifuta machozi. Hapana ah, kaka, sili tena, roho inaniuma tu. Pole basi, nyamaza, sawa, huko ananipigapiga mgongoni. Nilipofika saa nane mchana tulianza safari ya kurejea Dar es Salaam. Kawaida mimi sikuwa na ruhusa kazini, tulitumia tu siku mbili za mapumziko. Tuliagana na mama lakini kabla sijaingia kwenye gari, mama aliniita, "Shamimu mwanangu, hebu njoo." Alinishika mkono, tulirudi ndani mpaka chumbani kwake. Akafungua kabati lake la nguo, akatoa kiboksi kidogo, alikifungua akatoa hereni za dhahabu, akanivalisha, kisha akanishika mikono yangu yote miwili akasema, "Mwanangu, mimi ni mama yako, ninakupenda sana, na kuambia hivi, hata iweje kama usikubali mahusiano na Othman kabla ya ndoa. Hata iweje kamwe usikubali kuolewa naye kama mume wako, hautampenda. Sawa? Usimfiche ukiona anakusumbua, sawa. Nilidua, sikutegemea kabisa hiyo statement. Nimekusikia mama, asante kwa upendo wako, asante pia kwa hereni. Hereni ni zako hizo, nilinunua siku Okia alipoolewa nikampatia zake zako nikakuwekea. Asante sana mama. Haya nenda, zingatia maneno yangu sawa. Umekusikia mama. Tulipoanza safari, kaka aliniuliza, nipe siri aliyokupa mama. Hamna siri kaka, kanipa tu zawadi ya hizi herenda dhahabu. Ndani ya gari nilijaribu kuchangamka sikuweza kabisa, kaka naye akuchangamka, tulikuwa kama mabubu. Nilijikuta nakumbuka maneno ya mama Othman ndio alikuwa anakuogesha na kukulisha na ndio kakupa jina. Msikilizaji, kumbukumbu nyingine za nyuma zikanijia. Kuna kipindi ilikuwa wakati kaka Othman alikuwa ndio anafanyiwa sherehe ya kumaliza form 6. basi bwana, nakumbuka alinitia gauni zuri sana na viatu nikavaa. Nilipotoka ndani tu, unajua kaka Othman alinifanyia nini? Alinibusu shavuni, ambapo ilikuwa ni kawaida yake, lakini siku hii alienda mbali zaidi alinipa tankisi ya nguvu. Sasa sijui ilikuwa utoto, hata sikuona ajabu, nilichekelea tu kusifiwa nimependeza. Siku hizi sinajua nini maana yake, nilihisi aibu kwa karibu yake. Nilimtazama kwa jicho la wiziwizi nikakumbuka hali ya ndoa yake nikajikuta namuonea huruma tena kwa anayopitia kwenye mahusiano. Ghafla swali lilinitoka, nilimuuliza, wifi kaondoka kweli? Aliniangalia na kusema Mm, Shamimu hata kama yupo na kuomba ofisini usiniache. Nikaona hey, nimliwaze tu. Nilimwambia hata sikuache, nimeuliza tu. Yaani msikilizaji, mimi niliona kama utani mambo haya. Niliendelea kuvaa udada na ukaka. Kaka Othman aliniambia angalia hiyo bahasha hapo nyuma ya siti yako. Niliichukua ile bahasha na kuifungua, ni makaratasi ya talaka. Nilikuwa amesainiwa kama mwezi uliopita. Nikajiuliza, ina maana yuko singo mwezi sasa? Nilimhurumia sana. Mimi sikuwa najua uchungu wa kuachwa kwa sababu nilikuwa sijaanza mahusiano, ila hata mimi nilimpenda sana wifi yangu Eshe, walipendezana sana. Alafu niliwawaza wale watoto. Pole sana kaka, utakuwa sawa. Othman aliniangalia na tu bila kusema kitu. Ulifika nyumbani kwangu, alishuka akanishushia begi langu na kuniongoza ndani. Alikaa kwenye kochi akawasha TV akaanza kuangalia mpira. Ulikuwa na mboga kwenye friji, nilisonga ugali tukala, kisha aliniaga, aliniambia neno lake pendwa, kuwa makini, usijali. Siku hii sikulala kabisa. Msikilizaji, nilijiuliza tena na tena na tena, mimi wazazi wangu wako wapi kwa nini nilitupwa? Nilikumbuka matukio mengi sana ya nyuma ambayo kaka Othman alikuwa akifanya kwa ajili yangu. Hakuna kijana yoyote aliwahi kunisogelea, walikuwa wanasema kaka yake Shamimu mkali. Hata hapa daa, kuna mahali nilikuwa nikienda kutembea, nikimwaga tu kosa, lazima ama anipeleke au aje kunifuata. Nilipohama kwake, alianza kunipigia simu kila siku usiku au asubuhi na mapema. Aliniambia mara nyingi sana Shamim, please, ukipata changamoto yoyote ya fedha au jambo lolote usinifiche niambie. Hapa nilipo, si kazini si mtaani, sioni vijana kunisogelea. Wapo majasiri kama Abduli, lakini naye sijamuona tena tokea siku zile aamua kunikisi kwa nguvu. Nilihisi kaka alimpa onyo kali. Ilikuwa siku ya Jumatatu isiyokuwa na utulivu kwangu. Hisia zangu zilivurugika. Asubuhi hii ilibidi nitoke mapema kwa sababu nilikuwa sina gari, libaki kwa kaka kwa usalama. Tulipoondoka kwenda Tanga, nilitumia usafiri wa umma mpaka kazini. Nilimpigia kaka kujua hali yake, lakini simu haikupokelewa. Haikuwa kawaida yake. Niliamua kumpigia dada wa kazi. Shikamoo dada Shamimu, dada wa kazi Kingwa aliniamkia. Niambie, kaka ameshatoka kwenda kazini? Nilimuuliza. Hapana, hajatoka tokea alipoingia chumbani kwake jana. Umeenda kumwamsha? Watoto walienda kumsalimia kabla hawajaenda shule, hajafunga mlango, tukichungulia tunamwona yupo tu kitandani amelala. Niliwaza na kuwazua baada ya kutambua sio kaka yangu na anahisia na mimi, nilianza kuogopa kuwa karibu naye. Sasa nitafanyaje jamani, nilijisemea. Nilijikuta nadondokwa na machozi. Kisule aliingia staff room na chupa ya chai na vitafunwa mkononi. Dashamu, haujanitafuta leo, nimeona nijiongeza nikuletee chai. Akaniona nafuta machozi. Eh, Dadashamu, nini tena, mbona unalia? Ah, Sule, acha tu, nina mafua makali leo, hakuna shida, mdogo wangu. Sule alinihurumia tu, kisha alitoka kuendelea na majukumu yake mwalimu Mosu naye aliona mabadiliko niliyokuwa nayo siku hiyo. Chosti au kokoa, leo ulikoni? Mwalimu acha tu, dunia hii ina mafumbo ya ajabu. Kuna mtu ananipenda ambaye nikikwambia utashangaa. Eh, isijekuwa kisule? Wala nitakusimulia tu ila sio leo. Basi nilikunywa chai huku na waza, mimi yatima, hii familia nitawalipa nini mie jamani? Mwishowe nilipata wazo. Ngoja tu nimwandikie kaka Othman message nzuri ya kumliwaza. Nilijisemea na kushika simu. Niliandika. Kaka yangu kipenzi pole, amka uende kazini. Unajua wewe ndio kila kitu kwa watoto wako kwa sasa. Hata mimi wewe ndio kila kitu kwenye maisha yangu. Pambana kwa ajili yetu nakupenda. Baada ya kuisoma mara kadhaa niliituma. Haikuchukua dakika kumi, alijibu. Asante kipenzi changu nakupenda Shamimu. Naamka mpenzi. Majibu yake alinisisimua sana nikashindwa kujielewa basi. Niliendelea na kazi. Nilipofika muda wa kutoka, nikaanza kuwaza gari yangu. Mambo ya kukodi magari au kupanda daradara nilikuwa nimeshasahau. Nilitamani kumtuma Kisule akalete, nikaogopa, kaka atanielewa vibaya. Wakati nafikiri, mara sms iliingia kwenye simu yangu, niko hapa nje na kusubiri. Niliduaa nikaanza kujiweka sawa nguo niliyovaa na muonekano. Sikujua kwa nini maana huko nyuma wala sikujali hata kama kaka Othman angenikuta nimevaa taulo tu maana nilimzoea kama kaka yangu. Nilimkuta kasimama kwenye mlango wa gari, alikuja na gari yangu. Alinifungulia mlango nikaingia naye akaingia. Akaniambia, "Twende sehemu tukapate chakula. Sijatia chochote tokea asubuhi." Nilitaka kumwambia twende kwangu nikampikie, lakini nikakumbuka sasa ana hisia kali na mimi lolote linaweza kutokea, na mimi bado sijao tayari kuwa na mahusiano naye. Nilikubali kwenda hotelini. Tukaenda kwenye mgahawa mmoja uliokuwa na vyakula vya asili yetu hapa Tanzania. Aliniambia, nahisi tumbo linanichoma choma, nahisi tumbo linanichoma choma. Pole, anza kunywa maziwa kwanza kabla ya kula chakula, nilimwambia. Basi tuliagiza maziwa ya moto, alianza kunywa taratibu, huko ananiangalia sana usoni bila kuonyesha furaha wala huzuni. Niliona aibu sana, niliamua kuchezea simu ili kuepuka kutazamana naye. Ghafla aliniuliza, unanipenda kweli Shamimu? Nilishtuka sana nikapatwa na kigugumizi, niliogopa kumuudhi, nikamwambia kwa sauti ya chini, ndiyo kaka. Othman akasema kwa uso wa huzuni, Please Sham, maneno yote alikuelezea mama hukumwelewa. I'm not your brother." mimi si kaka yako. Nilimtazama kwa mshangao tu huku nikiwa kimya. Mhudumu alileta chakula ambacho nilimchagulia ilikuwa ndizi laini na samaki. Mimi sikuagiza chochote, kwani mchana wa siku hiyo nilikula sana. Niliagiza soda nikawa nakunywa taratibu. Alianza kula, lakini alionekana ni mwenye maumivu makali. Sikujua ni moyoni au tumboni. Nilianza kuogopa. Nilijikuta nimeshika kijiko na kuanza kumlisha ndipo walikula na kusema asante sana shamu unanikumbusha wakati ule tulipokuwa wadogo kuna wakati nilikuwa nikikulazimisha kula unapuliza chakula ikinirukia usoni nikishtuka unacheeka nilitabasamu nikamwambia kwa hiyo unataka kulipiza kisasi kunitemea no mpenzi nimeshiba asante sana mke wangu mungu wangu nijisemea tu chini chini tuliondoka hotelini pale majira ya saa kumi na mbili Ulifika kwangu saa moja hivi. Aliniambia, sasa niache gari au niende nayo nikufuate asubuhi? Sasa kaka, siutasumbuka kunifuata huku jamani, bora uiache basi. Nilifungua geti akaingiza gari yangu ndani, akawa wamesimama tu, ameegemea gari. Nikaagiza usafiri wa kukodi, nikamwambia twende ukasubirie ndani, akakataa "Hapana, nitakuudhi nikiingia ndani. Ngoja nisubiri hapa." Au kupita muda usafiri ulifika. Nikampeleka mpaka getini. Kabla hajatoa mguu nje ya geti, alinivuta kwa nguvu na kuanza kunibusu kwenye midomo yangu. Nilitulia tu, alitaka kuninyonya ulimi, lakini nikamzuia taratibu, nikaitoa mikono yake kwenye uso wangu. "Nisamehe Shamimu, nimefika mwisho wa uvumilivu. Niingize moyoni mwako tafadhali, si unajua na kupenda." mimi sikujibu kitu, nilimtazama tu machoni. Aliinama na kunigusa tena shavuni akatoka. Nilisubiri mpaka gari niloipanda ikatokomea ndipo nikarudi ndani, ndipo na mimi akili yangu nayo ikazinduka. Nikajiwazia huku najishika mashavuni, mambo gani haya? Yaani kaka yangu ana hisia za mpenzi na mimi. Nilirudi ndani kwangu nikajifungia, nililia sana mpaka usingizi ulinipitia. Haya msikilizaji, Shamimu ameupokeaje ukweli kwamba Othman na familia yake ni walizi wake? Ye ni kweli Shamimu alikuwa chaguo la Othman, au Othman anatafuta daktari wa kutibu jeraha lake la mapenzi baada ya kuachwa na Eshe? Nini kitaendelea? Hisia za upendo, huruma au mapenzi? Msikilizaji, hapa sasa ni mwisho wa sehemu ya pili, lakini ndio mwanzo wa simulizi yenyewe. Bonyeza kengele ate sehemu jayo itakuwa sehemu ya tatu. Kwaheri.